ya mkristo na imani yake. Bwana asifiwe. Kumbe kile ambacho Mungu anakisudia kifanyike, yatupasa kukifanya katika roho moja na katika makubaliano na katika kuheshimu na katika kutii, ili isitokee katikati ya yoyote akawaza kitu kingine katika agizo ambalo Mungu amekuwa akilitoa. Kumbe hata kanisa la sasa yatupasa kutembea katika njia moja Asipo kutokea kitu kingine chochote ambacho kitakwenda kuleta vurugu na vurugu zinazotokea hazitokee. Kufumba na kufumbua ni vitu ambavyo vinatoka mbali sana, yaani vinatoka mbali sana. Kwa maana Mkristo wa kawaida na imani aliyonayo ni ngumu kushituka kwamba hapa tayari limeshaingia kwenye jaribu la kuleta vurugu. Vurugu zenyewe zinaanza pale tu unapopewa jukumu na kiongozi wako au na mtu yoyote ambaye anazidi kupa jukumu na wewe ukakubaliana naye kwamba nitafanya, halafu usifanye. Yaani pale unaanza kutengeneza wazi ambao ndio uliokwenda kuonekana kule mbinguni pasipo kujua, kwa sababu unaanza kama kidogo kwamba mimi niliambiwa nifanye hivi sifanye. Yaani umekiri kwamba nafanya, lakini moyo wako unasema sifanye, na kweli hufanyi. Na vile kuto kufanya ni ukajiona uko salama, kumbe hapana. Pale unaanza kutengeneza kitu ambacho kesho kitakuja kuonekana mbele ya wengi. Bwana Yesu atusaidie. Vita ya mkristo na imani uliyo nayo, imani yako imembeba Kristo, lakini utajikuta kuna vitu ambavyo vinakinzana mwenyewe kwa wewe mwenyewe. Mungu hataki hicho kitu. Mungu anataka wewe ukikubali, basi kubali kusimama katika kweli, na utakachokiambiwa, basi kifanye kwa uaminifu, kwa sababu yeye ye anataka kuona ndani yako na kinachotengeka kitakatukwenda kuleka tofauti. Bwana asifiwe. Wakati tunazidi kuzungumza, moyoni mwako ujikagua wewe mwenyewe, uone kwamba hivi, katika maisha yangu, kitu gani nimekuwa sikifanyi sawa sawa? Kitu gani nimekuwa nikikubaliana lakini sikifanyi? Kitu gani yani, moyoni mwako? Lakini wakati unaendelea kutafakari hilo, basi kumbuka miongoni mwa vurugu vinazofanyika katika ulimwengu wa roho ni hivyo vitu ambavyo viko ndani yako vinavyojengeka hatua kwa hatua. Bwana asifiwe, haleluya. Hata makosa ambayo tumekuwa tukiyafanya ni makosa ambayo tunayafanya huku tukijificha nyuma kwamba Mungu mimi hanioni lakini nacho Mungu mimi hapa hajui, kama naona wanyoni, ila wanadamu hawanioni, kwa sababu ninafanya tukio hili pasipo Mungu kuniona. Kumbe hujui, wewe pale unaanza kutengeneza vurugu katika malaika wale wa Mungu. Hujui pa unatengeneza vurugu katika kusanyiko lile la wana wa Mungu, kwa sababu umekuwa ukishiriki uasi huku ukiwa ndani ya